Yes, mambo vipi, mtazamaji wa Clava TV? Imani yangu naambia umzima na afya tele kabisa. Na leo nipo hapa eh, kwa ajili ya kupa update ambazo zinaendelea yes. Kwenye moja na mbili leo tuko na Simba na Masimba Dangote, mambo ni mengi lakini pia kuna wasanii watu Tanzania ambao wameonekana kwenye video eh, kwenye audio bwana hatukuwasikia kabisa, yani hatukusikia sauti zao kwenye nyimbo audio, yani unajua, eh, akiwa mtu kama Mario, yes, akiwa mtu kama Yanunya Mbozi, mtu akiwa kama Juma Jukes, bwana African Boy, so mambo ni mengi. Pia, eh, tunajua kabisa, Mondi na Juma Jukes ni watu ambao marafiki wakubwa kwa kipindi hiki kipindi cha karibuni hiki bwana, tumeona bwana Jukes na na na, na, na, Diamond Platnumz ni watu ambao washikaji kinoma noma, tumeona pia, yes, walipelekana nye masuala mazima ya harusi ya kipindi hicho, Jux bwana anataka kuoa eh, alipooa bwana Mondi alikuwa bega kwa bega na Juma Jux. Kwa hiyo wao ni washikaji ambao, eh, wako pamoja, lakini pia tunaona wameshirikishana kwenye ngoma, baadhi ya ngoma akiwemo ikiwemo pia bora tu, bora ni enjoy unajua eh, pia na ngoma zingine nyingi nyingi. Lakini pia kwa upande wa Mario, eh, bwana ni swala alipo kina namna moja ama nyingine. Sisi bwana Mario tushamzoea akiwa na Harmonize, sababu Harmonize na Mario ni watu ambao wameachia ngoma nyingi. Yes. Lakini pia hata ukiangalia mtu kama Alikiba na Mario ni watu ambao ni, ni watu ambao wameachia ngoma nyingi. So tulitegemea bwana kuona eh, Mario akiwa na watu bega kwa bega na so Diamond Platnumz. Lakini pia Mario alishaye kulalamika kwamba eh, Diamond Platnumz bwana anamvimbia Mario. Kuna kipindi bwana Mario alikuwa anaachia eh, album ya Diamond Platnumz bwana Diamond eh Platnumz eh, akutokea, unaelewa eh, kwamba iko kipindi bwana Diamond Platnumz eh, akutokea kipindi ambacho Mario alimwalika kwenye album yake, mambo ni mengi. Kwa hiyo bwana yes, eh, ki eh, yes, yani, ma, eh kwenye siku moja tulimwona kwenye video ambayo ilivuja ile ya Diamond Platnumz. Kama mnakumbuka kuna kipindi Diamond Platnumz alitukana na Kinoma, lakini pia kwenye gari tulimwona Mario, nakumbuka eh, alafu pia eh, tunakuja pia tunamwona Mario kwenye video ya Sasampa, umeelewa eh, wakati kipindi hicho bwana Mario analalamika kwamba eh, bwana Mondi anapomuita yani Mario anapomuita Diamond Platnumz kwenye masuala yake Diamond Platnumz anakuwa hatokei, lakini Mario akiitwa anaenda, umeelewa eh, eh, mambo ni mengi, lakini pia yani mwenye pia ni hivyo hivyo, kwa hiyo ni tuseme kwa Mba, kwenye moja na mbili bwana, damu ni Platnumz ni msanii ambaye eh, mm, anaweza kufanya lolote kwa wasanii ambao wapo eh, wapo chini yake mtu kama Marioo mtu kama jokes, mtu kama Alunya na wasanii wengine wengi, najua wakiitwa wanaenda Mfano, mtu kama platform akitu anaenda, unajua mtu ana linki kubwa. Mtu kama Diamond Platnumz zina level ambazo ni kubwa kwenye masuala mazima ya music, pia tunaona akiwakilisha Tanzania mbele. Kwa mtu kama huyo bwana akikuita eh, lazima utaenda. Kwa hiyo pia Marioo tunaona comment bwana eh, kwenye masuala mazima ya watu wanavyomcomment Marioo kwa ubaya, kwamba kwa nini unakuwa na shobo eh na Diamond Platnumz bwana, tunasoma comment, huyo jamaa anaitwa Juma anakwambia kwamba ndio wanasema kwamba maisha ya muziki ni magumu kinoma noma, kwa hiyo lazima upite kwenye mkono wa simba la masimba Dangote. Ila kitu ambacho siwezi kuamini hadi tutubali naye anapita kwenye mkono wa simba la masimba Dangote. Sasa si bora tu usainiwe Wasafi, yani wanamshauri jamaa, anamshauri bwana eh, Mario asainiwe Wasafi ili mambo yasiwe mengi, yani sema ambao wakina Mbosso wametoka, Mario yeye asaini ende pale akatumikie. Mambo ni mengi bwana. Subscribe channel ya Clavo TV ili uendelee kupata habari, pia usahau kushare na kucomment.